Nilijua nitapata majibu maktaba, lakini kitabu cha sayansi nilichokuwa na kitafuta kipo ngoja. Mm, kwanza. Aha, yule mzee anacho. Atakuwa mwalimu anayeweza kunisaidia. Shikamo, mimi ni mwanafunzi wa Kokotoa. Najua wewe utakuwa mwalimu wa shule nyingine, lakini unaweza kunisaidia kazi yangu ya shule? <laughs> labda kwa siku zijazo, lakini kwa sasa bado najifunza. He? Kwa ajili gani? Basi unaonekana mzee, kumbe bado kijana. Asante <laughs> kwa kunisifia mm, lakini mimi ni mzee. Lakini wewe ni mzee sana, huwezi kupata kazi. Kwa nini unajifunza? Mm, nasoma kwa ajili ya kujifunza tu, nataka kujua kwa sababu ninafurahia kujua mambo. Sikupata nafasi ya kufanya hivyo nilipokuwa mdogo. Uwezi jua maarifa ulio nayo yanaweza kukufaa sana wakati usiotarajia. Aha, sawa. unaweza kuniazima kitabu ukimaliza ah? nataka kufanya kazi yangu ya shule. Uhuhu, sawa, naweza nisiwe mwalimu lakini labda naweza kukusaidia kufanya kazi yako ya shule. Sawa, asante. kazi yangu ya shule inahusu kuangusha yai umbali wa mita kumi bila kuvunjika. hmm. natakiwa kutengeneza kitu cha kuzuia lisivunjike na hii itanifundisha hmm, kuhusu rubani. Rubani eh, eh? Inavutia, inaonekana tutajifunza kitu kipya. Rubani, anga mm. Sasa tuanze kuangalia wapi? Oh, samahani oh, vizuri sana uh, nimekumbuka kitu. Kitabu kilipoanguka kani ya uvutano, kani ya uvutano Mwalimu Morota alituambia kuhusu kani ya uvutano ndio inayoshikilia sayari yangani, si ndio? sawa sawa, ndiyo kabisa. Lakini pia ndiyo sababu ya kitabu kuanguka chini. Wapi kwingine kitabu kingeweza kuanguka? Sawia, hiki kitabu hakikuelea juu, hakikuanguka pembeni, kilianguka chini. Kwa nini? Kwa sababu ya kani ya uvutano. Kila kitu kinaanguka chini kwa sababu ya kani ya uvutano ona. Oh, no. hivi vitu vyote viko tofauti na kitabu, lakini kwa sababu ya kani ya uvutano vimeanguka chini pia. Aha, sijawahi kuwaza kabisa, lakini nafikiri kani ya uvutano inafanya kazi kwenye kila kitu hmm. Sasa inahusiana vipi na yai? hmm. Kila kitu kinaanguka chini, si ndio? Lakini vitu gani ambavyo vinaanguka chini ila taratibu? Nimepata wazo, nitatengeneza parashuti kwa ajili ya yai. Parashuti inafanya watu washuke chini taratibu hmm, labda itasaidia mayai kufika chini taratibu pia. Wazo zuri. Mimi nipo kwenye klabu ya utu na huwa tunajifunza kuwa na shukrani ya vitu mbalimbali mbali. Sasa hivi nina shukrani kwa kuwa umeonyesha utu sana kwa kutumia maarifa yako kunisaidia kujifunza. Hmm, asante. Ni kweli